Kimondo! Kimondo! Kimondo cha ofa! Taasisi ya Sauti Yetu Foundation inakuletea mafunzo maalum ya lugha ya alama kuanzia mwezi Septemba, kwa mara ya kwanza nchini Tanzania. Unataka kujifunza kuwasiliana na watu wenye uziwi? Unataka kuwa sehemu ya jamii jumuishi na yenye maelewano? Mafunzo yanawafaa watu wa rika zote na makundi yote ikiwemo waalimu, wanafunzi, wazazi, wahudumu wa afya, wakalimani wa, wa lugha alama na kila mtu mwenye hamu ya kujifunza. Jisajili sasa kabla, nafasi ni chache Tupigie simu namba 0747740200 au 0629754392. Sauti Yetu Foundation tunasema, haki ya matumizi ya lugha ya alama kwa wote. Jiunge nasi ujifunze, uelewe, uwasiliane. Jumla ya watahiniwa 595816 wameanza mtihani wa kuhitimu elimu ya sekondari nchini Tanzania kuanzia leo Novemba kumi na saba 2025, ishirini ishirini na tano. Hiyo ni kwa mujibu wa taarifa iliyotolewa na katibu mtendaji wa baraza la mitihani Tanzania, profesa Said Mohamed. Akizungumza na waandishi wa habari Novemba kumi na sita, katibu mtendaji wa baraza hilo profesa Saidi Mohamed amesema mtihani huo utafanyika kwa siku kumi na tisa kuanzia Novemba kumi na saba hadi Disemba tano a jumla ya shule za sekondari elfu tano na vituo vya watahiniwa kujitegemea 813. Aidha, Profesa Said amesema wapo watahiniwa wa shule 1128, wenye mahitaji maalum ambapo kati yao, wenye uoni hafifu ni 860, wasioona sabini, wenye uziwi hamsini na nane, wenye ulemavu wa akili wa tano, na wenye ulemavu wa viungo mia moja thelathini na tano tuna taarifa jamii kuwa mtihani huu utafanyika kuanzia tarehe 17 Novemba 2025 hadi tarehe 5 Desemba 2025 katika jumla ya shule za sekondari 5868 nchini na vituo vya watahiniwa kujitegemea 813. Katika mtihani huu jumla ya watahiniwa laki 595816 wamesajiliwa ambapo kati yao laki tano sitini na tisa elfu mia tisa kumi na nne ni wanafunzi wa shule na ishirini na tano elfu mia tisa na mbili ni watahiniwa wa kujitegemea. Kati ya wanafunzi wa shule waliosajiliwa wavulana ni laki mbili na sitini na sita elfu na ishirini na nane, sawa na asilimia 47 na wasichana ni laki tatu na elfu tatu mia nane themanini na sita, sawa na asilimia 53. Aidha, wapo watahiniwa 1,128 wenye mahitaji maalum, kati yao, wenye uoni hafifu 860, wasioona 70, wenye uziwi 58, wenye ulemavu wa akili watano na wenye ulemavu wa viungo 135. Kwa upande wa watahiniwa kujitegemea 25,902 waliosajiliwa, wanaume ni 10,862 sawa na asilimia 42, na wanawake ni 15,040 sawa na asilimia 58. Aidha, wapo watahiniwa kujitegemea wenye mahitaji maalum 56 kati yao wenye uoni hafifu ni 49 na wasioona 7. Mwaka 2024 jumla ya watahiniwa wa shule waliosajiliwa walikuwa 529,329, hivyo kuna ongezeko la jumla ya watahiniwa 40,585 kwa mwaka 2025 ikilinganishwa 20, na mwaka 2024. Kuhusu maandalizi, maandalizi yote kwa ajili ya kuendesha mtihani huu yamekamilika ikiwa ni pamoja na kusambazwa kwa karatasi za mtihani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 Aidha, baraza la mitihani NECTA limeonya atakobainika kufanya vitendo vya udanganyifu watafutiwa matokeo. Musa Ramadhani, Sauti Yetu Online TV.